Habari yako mwana startup. Leo tumekuja mbele yako, sijui kama video zilizopita ume comment na ku like. Leo tunakwambia sababu ndogo ndogo ambazo hazichukuliwagi umakini katika biashara, lakini husababisha hasara au kupelekea biashara kuporomoka. Kwanza, kutokana na rekodi sahihi za matumizi katika biashara yako, ni muhimu sana kuzingatia matumizi na mapato unaoingiza katika biashara yako. Zingatia kuna njia nyingi za kurekodi o wataalamu na wakali katika mahesabu, wahasibu wanasema drawings. Drawings ni kitendo cha kuchukua bidhaa katika duka lako, biashara yako, kufanya katika matumizi binafsi bila kurekodi au kurudisha ile pesa sahihi sahihi. Kwa hiyo usipokuwa unarekodi hizo bidhaa ambazo umezichukua ume katika bidhaa zako, wanapokuja mgeni ndugu yako na kutembelea kwenye biashara, basi unachukua kama kasoda unampa pale, alafu ile soda unakuwa irekodi au rudishi ile hela katika biashara yako. Hiyo ni moja kwa moja inapunguza mtaji na inaua kabisa. Sababu nyingine kabisa, kutotenga pesa binafsi na pesa ya biashara. Mapato yote ya biashara rekodi kwenye akaunti ya biashara, na mapato yako binafsi rekodi kwenye akaunti yako binafsi. Ni vyema ukawa na akaunti special kwa ajili ya biashara, ili usichanganye kati ya vitu hivyo, ukakuta pesa ya biashara umeingiza kwenye mapato binafsi, mapato binafsi umeingiza kwenye biashara. Japokuwa unapoona mtaji unadondoka, ni muhimu pia ukachukua kwenye mapato binafsi, ukaongeza kwenye mtaji capital, biashara yako kazidi kukua swali so, lingine ni kuua na matumizi kupita kiasi. Matumizi kupita kiasi, ni vyema uwe na limit au budget ya matumizi katika biashara yako. Unajua kabisa ndani ya uendeshaji wa biashara yangu ndani ya mwezi mmoja natumia gharama fulani au ndani ya mwaka mzima. Kwa hiyo unakuwa umetenga bajeti yako muhimu kwenye uendeshaji wa biashara. Hayo, ukizingatia hayo ni vitu ambavyo vinaweza vikakuza kukakuza. Hayo ni mambo muhimu ambayo ukiyazingatia, ni madogo madogo ambayo unaweza usiyafahamu, lakini ukiyazingatia inaweza akakuza zaidi. Jambo jingine na kuachia biashara, sio tu kuendesha na kuingiza faida, ni kujifunza kujituma na kwenye kuitangaza zaidi. Kwa hiyo zingatia sana matangazo na kutangaza biashara yako. Zipo njia mbalimbali lakini mbali, zingatia, jifunze, tafuta biashara yako itakuwa zaidi. Sisi ni hasa Startup, tunasema strong together growing tomorrow. Karibu sana.